Kilio cha wananchi kilikuwa ni kikubwa sana kata ya Vingunguti, na kwa mujibu wa takwimu za sensa tuna wananchi wasiopungua takriban elfu sitini na sita na tuna mitaa isiopungua sita. Kero kubwa ya wananchi wa Vingunguti, maisha yao ni maisha ya wastani ya kawaida sana, kwa hiyo ndoo ya maji ilikuwa inauza shilingi 1000. Kwa hiyo tukapeleka ombili kwa kakangu Aweso, Mungu ambariki sana Juma kwa kazi kubwa ambayo walioifanya, na alilipokea hili kwa mikono miwili na akampa maelekezo kakangu Bwire ambaye ni CEO wa Dawasa, tunamshukuru sana namna gani wafanye ili madi kutatua ikero na wampelekee majibu kweli, baada ya kutuma timu kuja Vingunguti kuangalia solusheni ikawa ipatikane matenki haya kumi, lengo yawekwe kwenye mitaa na ndoo itoke sasa kuuzwa elfu moja na iuzwe shilingi mia moja na dokezo leo lilifikia Mheshimiwa Rais na Dkt Samia Suluhu Hassan akaruhusu zaidi ya milioni ishirini na sita kwa ajili ya, ya kata Vingunguti kwa ajili ya matenki haya, kwaio tunampongeza sana Mheshimiwa Rais na tunamshukuru sana kwa upendo wake kua kwa hiyo wito wangu mkubwa, tumewaita mabalozi ambao ndo wanaishi na wananchi na wenye vitu vya serikali za mitaa, ni kuweza kuyatunza matenki haya. Kwa kweli imekuwa ni ukombozi mkubwa. Historia inaonyesha tumepata uhuru mwaka sitini na moja, leo wananchi wa Vingunguti ndio wanaenda kutuliwa ndoo ya maji kichwani kwa sababu maji yatauzwa shilingi mia moja badala ya maji yale kuuzwa shilingi elfu moja. Lakini tumemshukuru Mheshimiwa Rais kitendo cha kujenga tenki kubwa la Bangulo zaidi ya bilioni 40. tumekubaliana kwenye kikao hichi cha leo Dawasa sasa wataingiza mfumo wa maji kutoka Bangulo, manake maji yatakuja kwenye kata ya Vingunguti. Na nimpongeze ni mshukuru mkurugenzi wa jiji kakaangu Eli Huruma, ametuahidi mbele ya kikao cha baraza la madiwani na, na kamati ya fedha kwa kuhakikisha kwamba barabara ile ya Bangulo sasa tutaijenga kwa kiwango cha lami katika bajeti yetu hii inayokuja lengo ni kufanya ndugu zetu wa Dawasa waweze kufika kwenye lile tenki na waweze kufanya huduma. Kwa hiyo tunamshukuru sana mkurugenzi wa jiji kwa kazi kubwa, lakini nitakuwa mchoa wa fadhila pasipo kumshukuru meneja wa Dawasa kakangu Masawe. Kwa kweli anafanya kazi nzuri sana, Mungu ambariki sana, kwa niaba ya wananchi wa Vingunguti. Sisi kama Dawasa tumechukua hatua ya kuhakikisha tunaboresha hali ya maji kwenye kata hii ya Vingunguti. Kwa kushirikiana na mheshimiwa meya, tumechukua jitihada za kuleta matenki haya na dhamira kubwa ni kwa sababu wako wananchi ambao wana kipato cha chini na hawawezi kumudu gharama za maungio. Mtandao wetu upo huku na una maji, lakini wako ambao hawawezi kumudu, na wale ambao hawawezi kumudu wanaenda kununua maji ambayo sio salama kwa gharama kubwa kwa wauzaji binafsi. Kwa hiyo tulichokiona sasa ili kuboresha haya mazingira na kuweka mazingira salama zaidi ni kwamba tutaingiza haya matanki maji ya mifumo yetu. Na tutakuwa na pointi za wananchi kuchotea hapo na wananchi watachota kwa gharama rafiki isiyozidi shilingi mia. Sasa hivi wananunua shilingi elfu moja kwa ndoo kwa watu binafsi, wakati mifumo yetu ya maji hipo. Kwa hiyo tumeona ni jitihada muhimu sana ya kuifanya kuhakikisha tunawajenga usalama wa wananchi wa kata ya Vingunguti, akini kwa kuhakikishia kwamba wanakuwa na maji ambayo ni maji ya toshelevu na yatakayojibu hoja ya maji kabisa kwenye eneo hili la Vingunguti kwao. Tanki haya hapa yapo kumi na tutaleta mengine matatu, yatakuwa kumi na tatu. Tutayaweka kwenye mitaa kwenye yale maeneo ambayo tunaona wananchi wake walikuwa wanataabika kununua maji kwa watu binafsi, wataanza kuyapata maji ya kwetu kwa gharama rafiki, lakini kwa sehemu ya karibu kabisa na majumbani kwao, ikawa tuasiri sana kwa sababu kwanza, unaamka saa nyingine huna hata hela ile elfu moja unaifikiria nitaipata wapi ili nipate maji, watoto hawajala. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, halafu maji yenyewe hayana usalama, hujui yamepimwa au hayajapimwa mara nyingi matumbo yanauma, hujui kwamba tatizo ni nini. Kumbe ni haya maji, kwa sababu utakuta matanki mengine ya kijani yana ukijani, lakini ndio shida maji ya maji. Tunafanya nini? Tunachukua hivyo hivyo, kwa sababu maji ni uhai. Gharama hapa za matanki ya haya maji ni shilingi mia, kwenye elfu moja tumesave karibu ni shilingi mia tisa. Mia tisa kwa kwa mwananchi wa chini ni hela nyingi sana, anapata hata kilo moja ya unga. Kwa hiyo tunashukuru sana sana Mheshimiwa Rais kwa kutuangalia sisi wananchi waali ya chini kwa sababu maji ya Dawasa kwetu sisi ilikuwa kama ndoto kuipata shida kutokana na gharama shilingi elfu moja.